Watu wanne wameuawa katika jiji la Douala, Cameroon, kufuatia mapambano kati ya waandamanaji wa upinzani na polisi, saa chache kabla matokeo ya uchaguzi wa urais kutangazwa. Taarifa za mashuhuda na vyombo vya habari vya kimataifa zinaeleza vurugu hizo zilizotokea jana Jumapili ya, ya Oktoba 26 mwaka 2025, baada ya mamia wafuasi wa mgombea upinzani Issa Tchiroma kuandamana kupinga kile walichodai kuwa wizi wa kura uliofanywa na serikali ya Rais Paul Biya. Waandamanaji waliripotiwa kufunga barabara, kuchoma matairi na kurusha mawe kwa askari, hali iliyowalazimu polisi kutumia mabomu ya machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya. Gavana wa Mkoa wa Littoral, Samuel Dieudonne amethibitisha vifo vya watu wanne na majeruhi kadhaa kutokana na pande zote mbili, akisema baadhi ya vituo vya polisi vimeshambuliwa katika wilaya ya kipolisi ya sita jiji hilo. Vurugu hizo zimeibuka wakati matokeo ya awali ya uchaguzi uliofanyika Oktoba 12 yakionyesha Biya mwenye umri wa miaka 92, akiongoza kuelekea kupata muhula wa nane madarakani. Hata hivyo, Tchiroma amedai kupata asilimia 54.8 ya kura dhidi ya asilimia 31 za Biya, kuwataka wananchi kupinga matokeo yoyote yaliyopikwa. Serikali ya Kamerun imekanusha madai hayo ya udanganyifu na kuwataka wananchi kusubiri matokeo rasmi kutoka Baraza la Katiba leo Jumatatu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.